Tunaishi mara moja tu, na mara hiyo moja ndiyo maisha yote. Maisha ni pumzi inayopita haraka kuliko upepo wa asubuhi, ni safari ya siri yenye furaha iliyofichwa, maumivu yasiyotabirika na ushindi unaojengwa kwa machozi. Dunia haikusimamii, ukidondoka itaendelea kusonga mbele kama maji ya mto. Ukifa leo, kesho soko linafunguliwa kama kawaida kesho kutwa watu wanacheka, wanafunga, wanapanga kesho yao. Hata wale unawaona leo wanalia, kesho wataendelea na maisha yao. Hicho ndicho kipimo cha dunia. Hakuna anayesimamisha dunia kwa ajili ya maisha yako. Wakati Magufuli aliondoka, taifa lililia, kisha likaendelea. Hiyo ndiyo dunia, haijawahi kuumba nafasi ya kudumu kwa mtu yoyote. Kwa hiyo sijichoshe kutafuta kuthibitishwa. Maisha hayatoshi kuwafurahisha wote. Ukijaribu kuwafuata watu wote, utakuwa kama mbwa anayepigiwa miunzi kutoka kila upande, anakimbia bila kujua wito wa kweli unatoka wapi. Ishi kama mtu anayejua thamani ya pumzi yake. Ishi kwa kweli, kwa ujasiri, kwa msimamo. Kuna watu matajiri, lakini wanatumia mashine kupumua kuna wenye nguvu lakini wanategemea dawa ili wasidondoke. Kuna wanaoishi kwenye majumba ya fahari, lakini usingizi wao unaibiwa na mawazo. Usijidharau, usijiweke chini. Simama, pambana, jiamini. Maisha ni meza ya mapambano, siyo onyesho la kuomba ruhusa. Siku moja, hautakuwa tu mwendeshaji wa maisha yako utakuwa mfalme wa hadithi yako mwenyewe. Utaandika ukurasa ambao dunia haitosahau, sio kwa sababu uliishi muda mrefu, bali kwa sababu uliishi kweli.